Uchizi funga ameka pasi ndani huko ya kupenyeza nafasi kwa strikers. E bwana mambo vipi? hii ni Brown Media. E bwana saa chache zilizopita Klabu ya Young Africans ilikuwa pale nchini Malawi ikicheza na Silver Strikers ikiwa ni mwendelezo wa kusaka tiketi ya kufuzu makundi klabu bingwa Afrika. Na klabu ya Young Africans imepoteza kwa bao moja kwa sifuri. Sasa kufuatia kipigo hicho Kizito, uongozi wa klabu ya Young Africans umesitisha mkataba na aliyekuwa kocha wao mkuu Romain Folz. Uongozi wa Young Africans Sports Club unapenda kuwataarifu umma kuwa umevunja mkataba aliyekuwa kocha mkuu wa kikosi cha kwanza Romain Folz. Uongozi wa Young Africans unamshukuru kocha Romain Folz kwa mchango wake ndani ya klabu yetu na unamtakia kila la heri katika majukumu yake yanayofuata. Katika kipindi hiki, kikosi chetu kitakuwa chini ya kocha msaidizi Patrick Mabedi huku mchakato wa kutafuta kocha mkuu ukiendelea, imetolewa na idara ya habari mawasiliano wa Young Africans Sports Club. Bwana, kufuatia kipigo cha kupoteza kwa bao moja kwa sifuri zidi ya Silver Striker, uongozi wa klabu ya Young Africans umetoa taarifa kwa umma kwa kusitisha mkataba waliyekuwa kocha mkuu huyo Romain Folz. Sasa wewe kama mdau wa soka, nini maoni yako, je? Yeah. Young Africans kwa hiki walichokifanya kusitisha mkataba zidi ya Romain Folz watakuwa ni sahihi? Endelea kuwa pamoja nasi, hii ni Brown Media, like, share comment usisahau kusubscribe channel yetu, uwe wa kwanza kujipatia updates mbalimbali, zikiwepo za kimichezo, burudani. Bana, utakuwa umetisha kinoma noma.